Amjambo watazamaji wapendwa wa Elila TV kwa siku ya leo ambayo nakuwa siku ya sita tariki 17 ya mwezi wa kwanza ya mwaka elfu mbili makumi mbili na sita tunapatikana katika muji wa Kamituga, tarafa ya Mwenga, jimbo ya Kivu ya Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku hii ya leo tulitembelea maeneo fulani fulani ya muji ya Kamituga, tulienda angalia gisi kazi ya pamoja ilifanyika ama salongo, kufuatana na neno ambao mea wa muji alipana, kisha kuona watu wengi ambao walikuwa awafatilie sana hiyo kazi, na walikuwa wamesha iachilia uchafu ulikuwa kuwa mingi katika muji njio mea aka

le napata kila siku habari nzuri na nono, ambao tutaendelea kuwatolea, na mnaweza share wala kupartage hii video yetu pamoja na wengine, ili waendelee kuona kazi nzuri ambayo tunaendelea kufanya. Leo na siku zote tunawakaribisha. Jambo papa. Jambo sana. Unaweza tujitambulisha? Ndiyo, kwa majina naitwa Tombo Mbulanga Konzo, chef d'avenir wa Mongalema. Hapa tunapasikana sehemu gani? Hapa ni Mongalema ni entit enye iko mu vile ya Kamituga. Asante baba tunaona uko hapa pamoja na vijana, muko nafanya kazi ya kijamii kazi ya wote ambao wanaita hapa salongo, inakuwa kwa sababu gani? Bon, tuko hapa na vijana sur ordre na sensibilisation kwanza ya mer, tukako obligé nashi tout recruter population tubaanimé tout répondre kuile apele ya salongo sur ordre ya mkubwa wa muji na kwa neema mkubwa kwa vijana population na repondre kwa kutengeneza barabara yetu ile yenye fonds sociale ilikuwa inaacha. Alors kwa wakati ilikuwa sharwika, njo kazi unatukuta tukwamo, na tutaendelea tukimaliza hapa, tunaenda ngambo ingine. Aksansi tunaona sana katika muji yetu, wakati mvula inanyesha kuna kuwa uchafu mingi naonekana katika barabara, mifereji zinafungwa. Ni kwa sababu vijana wafanye hawajitokeze sana mwa ile kazi ya salongo. Nini njoo na isikuwa ujumbe ambao naweza kupatia. Ujumbe ni moja tu, kuungana, kukuwa na masikilizano, mapendo na kuona kibaya. Piske mtu akiona kibaya huko kontre kukitengeneza. Alors, twashukuru Mungu sababu shebote tunaungana, shebote tunaanza ona ile kibaya na tuko mu objectif kutengeneza upya. Ni ile kwanza, ndio wakati tulipita sehemu mbalimbali, tuliona jambo moya, ambao iko jambo yenye iko presque fasi yote, wamama awajihusishe sana na kazi za salongo, ikiwa hata katika mitaa, ikiwa hata katika barabara, hata katika masoko, ijapokuwa wao ndio wanakuwa wa kwanza wa kupatikana na magonjwa yenye kutokana na uchafu ni kwa sababu gani le wamama wajihusishe au sisi wababa ndio tunakuwa wakosaji? bon souvent bamama bajihusishe na nashi baba batuku wakosaji. Lakini mimi ningeliwaza kama ile ni ya kurudia ku service ya jare et famille, surtout mama wa jare et famille angelikamata muda ya kuanza kukokota bali bamama numa service muma e, maorganisaio fulani niseme seme na kubaanime narudia huku kukuma mijini batayua ile yenye balifunzwa kwanza kule, na batasaidiana. Waza ile nawaza ilikuwa ya maana zaidi, mama arfmi ajiokipe na ile problem. Na kwa mwisho, najua batasikia tu pise, ni bamama ndio, lakini ni, ni responsable ya mafamie kwa ndio na yengine sana yenye litugusa wakati tulikuwa matembezi yetu, tunakutana vijana wa mingi wana prefere waende tumika maoro, waende leo. Njo siku ya sita ilifo batafute gisi zimanche, batapata kachupa gisi, watatoka waende fanya ambiance. Wana, wanaacha kazi ya salongo bana, sababu kama wakati watarudia pale pale, kwa watarudia watakutana ile buchafu bajene na baba bajuhusishe na kuwa nao, jambo yenye naleta sana huzuni. Inakuwa nini ndio naweza pelekea vikwevi? Bon, ile kwanza ni kukosa kuona, kukosa kujua, kukosa ku, sa, kukua kuimizwa, ile ndio niitaka kusema na aussi jeunesse e, leo ni pour que arudie mumari, haiko jambo rahisi puisque ni tuseme, ni muda avec hii mila tu nani miaka tu ko moyo ku redresser jeunesse iko na ingine metode par rapport na hii hii njia ya kutumika, salongo ya kwa hiari. Tuliona salongo ya mbele hapa, watu walikuwa wanalazimishwa kuifanya, na kwa kweli ilikuwa inaonekana me, hapa kwenye salongo ilishakuwa ya hiari. Sasa iko ingine problem yenye inafanya jeunesse isijali kutengeneza kufanya kazi ya umoja pamoja. Aksansi nini njo naizikuwa neno ya mwisho kwa wakaaji wa hii eneo yako na wakaaji wote wa mji wa Kamituga ambao walialikwa kufanya salongo leo. Kwa wakaaji ya eneo yetu, kwanza ya monga liema, tunaweza kusema tuungane, sawa vile benye balisha kuanza hii umoja ya kutumika kazi ya umoja ya pamoja. Tuungane mwenye ayakuya akuye tushia, siku sawa leo, siku yote e, bawili batatu tunatumika leo journé yenye najulikana na serikali njo maana tukoshie tuko bote mzima tu akamituga na pembeni yote ya Kamituga tuungane, tutumike hasa zaidi wa jeune wa kuye jua, wanjo biko na nguvu, biko na vision ba kuye tutumike na ba mama yetu. Sasa si tunatoa kusema ba mama yetu bajue, kama hapo njoba mama ba beba famiye, hapo njoba banatembea mingi kutushinda, bataenda musoko, batenda kisima, batenda kushamba, tutengeneze manafasi kwenye tuko. Ni ile ujumbe kidogo tulitaka kuwa na ya kulaga ka, kamituga yetu sawa vile Aksansi, unaweza tena jitambulisha kwa majina? Kwa majina, mimi ni Tombo Mbulanga Konzo Chef Daveni wa wamwonga Liema. Aksansi, baba na kwa kuna papa. Jambo sana na unaweza jitambulisha kwa majina? Kwa majina mimi naitwa Kabiona na Uyalika Mulungu. Hapa tunapatikana ni ataso, Sehemu ya Beni nani momateni ya matomwa ya yatima embeni ya barabara yakwenda kele. Asante baba, unakuwa tu mkaaji wala unakuwa ya. Mimi ndio chef. Evillage waas nilipatikana hapa juu ya kuimiza wakaaji wangu kwa kufanya saa longo saau na wa na gabula, wanenda njia atangila ngine, viko njia kupanda mukartie. Na hii alala niliona kama iko mubaya sana, na inakuwa na buchafu mingi, na kupima ku deranger balabala, ne mimi nakuja na hapa bei nikamata karibu watu sita pia kufanya kazi hapa. Sio tunaona ni kazi ya mzuri sana ilikuwa nafanya job kuendeleza njia lakini mara mingi mayo wa mji anasema hata nyie pekee mnasema kwa wakaaji lakini hawasikii. Inakuwa chanzo gani natuma watu hawapenzi wa kujihusisha na kazi ya sana? Chanjo ni kiburi tu ya watu. Sawa bajue maendeleo na bajue faida yayo. Ya lakini faida yetu ni ya lazima sana ndani ya ile salongo sawa mko afya yetu usafi. Usafi ndio kitu ya kwanza kuleta afya ya mutu. Na tena kutengeneza mahali penye unapatikana mwenye kupita, nasema ni kweli mtu ni msafi na usafi ndio msilimu wa kwanza, msafi ndio ile nipenda niimize ba kaaji bote tufanye salongo kwa siku ya leo. Sawa vile ail alitosha sauti alituimiza na sisi tukaimiza ba kaaji wale wa wamoyo mwema tulitumika nao na wale wengine wenyewe kuwa na mioyo migumu wanaenda na bichama bichama ndani ya nyumba. Na tuliona shukrani kwa mea kututumia la polisi ilitikisa kwanza nusu ya watu, aksanti. Lakini tunazoea ona sana siku ya salongo, watu wanamkaka sana nene wipe saa salongo inaanza, sio tu wa commerce wanakuwa vile, wanafunga makazi na wanabaki wanafunga mikono, hakuna kitu yenye batakusa. Wanachunga saa ya mwisho ya salongo yenyewe, tena waanzile shughuli zao natuma zeaambo ile wanani wakomeza, wanafanya ni kutokujitambua na kutokujua, sababu mtu mwenyewe kusilimuka na yua kama wakimwambia tufanye usafi kiko tayari kufanya usafi. Ile ni kiburi, ndaweza sema ya pesa au ni ujanja, au ni saa ingine vile ndio mtu alizalika, sababu mwenye ateko na pesa. kama ni musafi, utamwona tu atakumwili na mbele. ya kuona usafi ya mnyumba, unanzi ya kumulango, ndio usafi inatokea nje ya nyumba, ndio usafi inatokea. autenda pata usafi ndani na nje, ulipita fasi za mubaya. Asante. na ingine mara tunaonaka bajene ya mingi, banaprefere baache kufanya salongo, baende tumika makazi ya oro Ijapokuwa wakati wa taruzi watakia ishi kwa wale manyumba na uchafu ya pale pembeni, naweza wapelekea hata wanapata magonjwa. Nini njo mulishaka kamata sa vile mukazo ya, ku, ya kuimiza wale wajene nao wakwenda jipikie mwana kazi bo, tunahimiza wajene kila mala, na tunafanya mkutano na jenese na wenyewe wanasema o oh: tutakamata itu siku ya kufanya salongo tutakuwa pamoja sawa jumajana. Niona wa kwangu wanafanya kipande moya ya hapa, mwingine ngambo, mwingine yule wakavunja ile kipande pale, lakini kwa leo wanasema wanatafuta pesa njara siku ya Mungu, lakini pesa ipatikanake vile na kiburi. Kwa wengine wanakamata njo siku ya kwenda kufanya antrenema, juma mzima naisha, hakuna derangeme kwao, lakini ile siku moya tu, kwa sababu vile shetani na Mungu wanakuwa kanapinga, naye ni kiburi yenye kubabeba mwili njia za mbaya vile. Basi, unaweza kuwa na neno ya mwisho ya kuwambia wakaaji wako na wakaaji wengine wote wa mji wa Kamituga. Neno ya mwisho wa kusema kwa wakaaji wangu na wakaaji wote wa muji wa Kamituga, tuungane tufanye kazi ya pamoja ni maendeleo ya mji wetu wa Kamituga na mutawa wetu wenyewe. Tunapatikana hapo kama watu wafaye salongo wanaonekana buchafu, hata wengine wanatoka kufasi mbalimbali, wanaenda na wacheka. Lazima tuungane sie bote, wajene, bazee, bamama hasa bamama nabo, kuliona wamama mbele walikuwa wanalamuka na kifagio na wanaanza kusafisha mbele ya nyumba na kiwanja yote, lakini wa leo, na sikosa yao ni kosa ya wa jene. Wa jene waimize wa bibi wao kufanya usafi. Utaenda kuta nyumba ya jene ya mzee nampita kwanza, anafika hapo na anaona taru kwa mzee, japo yeye ndio jene anapashwa kusafisha nyumba na kutakatisha nyumba samoya. Utakuta mwanamke alikala chini asubuhi na mpaa vile utaingia awazia hata mtoto wa jeune utakuta, atakate asukuliwe ile jeunesse yetu iache, ili hali wanaenda mwayo. Usafi njo afya ya mwili, usafi njo inaleta maendeleo ya mji, na kwa hiyo mimi nawatakia wote tuungane na tuunge mea wa mji mkono kwa kazi iko nasafisha mwingine, na shie wote tusafishe pamoja. Haiko yeye njo peke ndio anaweza kufanya kusafisha mwingine. Kuna mmoja utakuta shimo mbele ya mlango yake iko anatukana presida. Sasa utaangalia mbele mulango ya mulango yake kuko shimo kidogo tu yenyewe anaweza funga ipeka na ngoa bakwe kumfungia hayo. Bakwe kulima mbele ya mlango yake. Ule utasema atafaka usafi siku gani? Siku mtu wakubakia kwenda kurudia kuvishisha. Njoo kwa mwisho nawatakia wote kazi njema, na tuungane shie bote tujenge kwetu uwe umoja. Asante unakuwa mkaaji wa hii eneo, tunakuwa unaweza tuambia ni eneo gani hii? Ni Rute Kele, Rute Kele. Eh, leo ni siku ya sita, kama kawaida tunajua tangu saa sa mbili ya asubuhi mpaka saa kumi na mbili inakuwaka salongo, lakini tunakutana we mwenyewe njoko natumika hapa, ni kwa sababu gani? wengine hawakujihusisha, mimi nikwasafisha tu pembeni na bara, nikwasafisha barabara junanaka barabara mnaku mnakuisha kabibiiene aau una usafi kwa faida ya nani? Yako wewe mwenyewe, wala kwa faida wako, kwa faida yangu mie peke, ni kwa faida ya boti njo batapita hapa juu, mvula ikinyesha kuna zoa kwa uterezi sana. Lakini hii kazi ya salongo tunaonaka hikosa batu bamingi abawezaki jiinterese nayo, juu banaonaka kwa vile ni kupitisha muda omwe, banenda juu kipena makazi yao pali wasiifanyi ini njoo naweza waambia wale watu, naweza penda nibaambie, tusafishe mji wetu na tuendeleshe tu kusafisha mji wetu, juu shie peke, shie peke njoo tunapashwa tuna tusafisha mji wetu, hawezi mm, awezi chunga, tuchunge viongozi wa nani njoo waki tutengenezea? Wala unaona aje viongozi haiko njoo vanza tutengenezea mji. Shie peke kwanza mikono yetu njoo napashwa safisha mji. Sawa, tunashukuru kaka kabisa kwa we kuitika ile aliko yenye mea wa muji alipana kwa ajili ya kazi ya leo, na mimi nadhani yako kwa ya kwanza unatumika hii kazi leo. Hapana kila samedi tunaifaka, kabisa bengine, kila mtu iko mbia kisai. Sio mimi naweza tanani jua itiki. Mina jitia kiyangu, natumika yenye mindaweza, nasafisha yenye ndaweza. bengine, biko kibiabu sana Ha, sawa ujumbe gani unezika nawe ya mwisho? Naweza pana ujumbe, tujikaze tusafishe mji wetu sisi wenyewe, haiko biongozi ndio batatusafishia muji. Sawa, asante. Unaweza tena nasema jina yako? Jina yangu Francois Baraka Bwato. Asante kaka Francois. Tuna washukuru watazamaji wetu ambao mulibaki pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho ya video yetu. nini wenyewe, kama mnatoka kujionea na kujisikilizia kwa gisi wakaaji fulani fulani wamesema, mumetambua gisi muji wetu unaendelea, lakini kilio ya wengi ilikuwa kuona vijana hawako najihusisha na hii kazi, na kwa hii siku ambao waliweka ambayo itakuwa siku ya salongo 8h mpaka 10h. Wengi walikuwa naona ya lazima waende fanya, waende cheza maje, wengine waende katika mashimo za oro, ili wapate mali fulani ambayo itawasaidia kusatisfy weekend yao. Na pia ngambo wengine, ilionekana kama wamama nao hawako na jihusisha na hii kazi, hata katika manyumba zao hata katika maparcel zao, na ile inakuwa ole sana ambao waliita wakaaji fulani fulani wa baba surtout waendelee kusensibilize wa mama ili nao waendelee kujitokeza mwa ile kazi na kwa jumla kwa yote inaomba kwa kila umoja aendelee kujitokeza leo wala kesho katika kazi ya pamoja, kwa kuwa inakuwa juu ya interest yetu, haiko juu ya interest ya viongozi. Na zaidi wanasema usafi inaanzia kwa kila umoja. Usafi tukianza kunyumba, na muji wetu pia, nayo itaonekana inatakata, na maendeleo itaonekana iko naendelea. Tunakushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, lakini tunakukumbusha pia ya kwamba unaweza kujiabone Active, cloche ya notification ili wakati utakuwa na publie kila video mpya usikuwe ikosa, na unaweza partager na wengine kwa marezo sosio mbalimbali ili wasiendelee kukosa nao, waendelee kupata hizi kazi nzuri, ambayo tunaendelea kufanya leo na siku zote. Tunakukumbusha tena kama sisi ni Elila TV tunapatikana katika muji wa Kamituga katika tarafa ya Mwenga mjimbo ya Kivu ya Kusini, ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ya Mike ilikuwa John Riziki, na nyuma ya kamera ilikuwa ndugu yetu Vandame. Tunapiga aksanti na kuwa kuonana baadaye <tune>